Kocha wa Taifa Stars Hemed Suleiman Morocco ametangaza kikosi cha timu ya Tanzania maarufu kama Taifa Stars kitachoingia kambini Julai 7 mwaka 2025 Misri kwa ajili ya michuano ya Chani mwaka 2024. Huyo hapa. Mbona. Ah, Hemed, kazi yangu kubwa ni ilo ndeta hapa, nafikiri nikijaribu ku Kutaja kikosi ambacho kama ambavyo imeelezewa na mtangulizi wangu kwamba ni wachezaji ambao tutakuwa nao katika mashindano ya CHAN uh, tuna kikosi cha wachezaji ishirini na saba, ambao tutaingia kambini nafikiri kwanzia tarehe saba kwa uh, ajili ya mashindano ya CHAN. Yakub Sleman JKT Tanzania, Hussein Masaranga Singida Big Star Aishi Manula Simba, Shomari Kapombe Simba, Losajo Maikenda sim Azam, Mohamed Hussein Simba, Pascal Msindo Azam, Ibrahim Mahamadi Baka Yanga, Dikson Job Yanga, Wilson Nagu JKT, Abdrazak Mohamed, Hamza Simba, Pedastas Masinde Taifa Stars na Under 20 National Team Tanzania, Alame Klawi Coastal Union, Ahmed Papino KMC Under 20 National Team, Mudathiri Aya Yanga, Yusuf Kagoma Simba, Nasoro Sadun Azam, Kibu Dennis Simba, Jimmy Simba KMC Under 20 National Team, Idi Suleman Nado Azam, Sabri Kondo Coastal Union, Faisal Salum Azam, Shehan Hamis Yanga Under 20 National Team, Clement Mzize Young African, Michel Michel Mishamo Ken Gold Under 20 National Team, Ibrahim Muhammad Ilika Tabora United, na Abdul Suleyman Sopu Azam kambi yetu nafikiri, ita, ita, ita tutaanza kwenye tarehe saba nafikiri baada ya, ya, ya, ya kumaliza ligi kumaliza ya, mechi ya yanga na, na, na Singida kesho kutwa, tutatoa break kidogo wachezaji kama ya wiki moja, and then tutaingia kambini tarehe saba na tutategemea kufanya camp Egypt, kwa muda wa wiki mbili, and then tutarudi, tutaendelea na camp hapa tayari kwa mashindano ya CHAN.